Habari ya kwako, habari za wakati huu, msikilizaji mpendwa, bila shaka hujambo. Asante sana kwa kuweza kuungana nami katika ushuhuda huu mzuri kabisa, ushuhuda ambao unajulikana kama Monika mla watu. Hmm, unaweza ukashangaa kidogo, lakini amini usiamini, dunia imejaa mengi sana. Wapo watu ambao wanakula watu na hawakuzaliwa wakiwa wanakula watu walijifunza tu kama ambavyo wewe utajifunza kusoma na kuandika. Katika ushuhuda huu tutamshuhudia binti ambaye alianza mchezo huo wa kula watu tangu akiwa darasa la tatu. Hebu karibu tuweze kuungana tujue sababu ni nini, kitu gani kilipelekea hadi aweze kuwa anatamani eh, kuwala binadamu wenzake. Alikuwa anakula kulaje binadamu wenzake, na aliwezaje kuacha tabia hiyo? mimi ni Jacktani Msafiri, mtangazaji wako, lakini pia mwandaaji wa ushuhuda huu wa kweli kabisa. Tafadhali karibu tuweze kuungana. nilizaliwa kama na ni mwenyeji pia wa kama na Geita na vijiji vingine kama Igate, Sungusila na Nzera mwaka gani nani katika tumbo la mamangu tulikuwa watoto watatu, pia na mama aliyenilea alikuwa na watoto saba kwani tuseme kama vile walikuwepo wakubwa zangu na wadogo zangu, ila pamoja na wao wote, tangu nimeanza shule darasa la kwanza, nilipatana na rafiki mmoja ambaye yeye ndo alikuwa aliyenisukuma mimi hadi nika nimepata hayo mapepo. Alitoishika naye darasa la tatu, rafiki akawa nakuja nyumbani, ananisimulia vitu vyote anavyofanya. Kwa mfano, huko alikuwa ni wakike wakike wakike, ananisimulia mambo ya kilimo jinsi wanavyofanya. Ila mimi nikawa namuuliza, je, unavyokuwa unafanya hivyo unajisikiaje? Anasema kwamba anasikia la tu kama watu wengine, ila kuna siku akawa ananisimulia hivyo, mama akasikia. Ulikuwa darasa la ngapi hapo? Tatu. Mama kaja akasema, je wewe unakuwa unamsimulia nini mwanangu? Nikasema mama, nisimulie chochote, ila ananiambia tu mambo ya kawaida ya shule nini. Nikawa najaribu kumficha mama na Aya, siku hizi si zikaendelea, mimi jinsi anavyonisimulia, mimi mwili wangu nasikia tofauti kabisa. Nikawa namwambia mbona mimi nakuwa najisikia hivi siku zingine, anasema ni kawaida tuchukulia kama hali ya kawaida. Maisha yakawa naenda hivyo hivyo, hadi tumefikia darasa la saba, yeye mwenzangu akaacha shule, akawa ameolewa ameolewa hivyo tena. Aliolewa karibu, akawa jirani yetu hapa nyumbani, ila akawa hasahau kuja kuniambia, na kwa anakuja na nisimulia hivyo hivyo. Kila anaponisimulia mimi najisikia mwili wangu tofauti bwana, naanza kuota ndoto za ajabu, ijapokuwa nilikuwa sijui kusali sijui kufanyaje. Yani mimi mambo yangu ilikuwa ya ni ajeni vipi, tangu nipo mtoto hivyo. Maisha yakawa nasonga na nisimulia, mwisho wa siku akawa muondoka ameenda Kenya ndo nikawa namwambia mimi, hata ukiondoka mimi anajisikia hivyo naivyo. Akasema usijali, wewe chukulia poa tu, nikasema sawa. Siku zimezidi kwenda, ila bado nipo saa tatu, narudi nyuma nikawa na, nasikia kama yani kitu kinaishawishi niwe nakula watu, japokuwa alikuwa kunisimulia cu waga wanakula watu mna um, linisimulia tu mambo ambayo anakuwa anafanya, ananili ana watokea ana, ana watu labda anawaingilia kuimwili ya, mawazo yake na yangu yakawa vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nikawa nakula watu, yani nipo mdogo ya saa tatu mm, nikawa nakula watu. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye ndoto sasa ukaingia rasmi e, e, nilikuwa naota kwamba e, hivi nakula watu, watu. Na mimi mwenyewe kwa moyo wangu nasikia ah, hmm. Niko mwenyewe ndio, sasa nikawa nafanya vitu live kabisa. Uli, ulianzaje kufanya hivi? Yaani kama kitu ki jinsi kimenisukuma yani nikafanya hivi, ni sawa na mtu yule ambaye labda anataka kuiba mboga. Si hawapo nyumbani, anakuwa anakusukuma nenda ne ukachukue nini, mboga. Kuona mimi tena, anzia, nirianzo, shule, ni tena nilipoanzia nilianza nikiwa shuleni, nilikuwa na rafiki yangu wa kike. Nikamwambia fulani, twende chooni. Alivyokubali tu kwenda chooni, nikaenda nikawaliza koko, nikarudi darasani. Ila niliporudi darasani, mwalimu akaniuliza mwanzo yuko wapi? Nikasema amesema anaumwa, nimempeleka nyumbani kwao. Kasema kwani na mkomba ruhusa mwalimu, usijali. Akasema haya haya. Ulikuwa na walaji, unarukia unauma? Yani siruki, ila basi nakuwa kama vile jinsi inamkumbatia na nyonya hapa, unanyonya kwenye shingo, kwa hiyo nakuwa navuta damu yote jinsi ninavyozidi kukomaa kwenye ile hali ndivyo na mimi tabia yangu inazidi kukua, nikafikia hadi hatua nikawa nakataa vazi jeusi, yaani nikawa natamani mavazi meupe, nguo nyekundu, kila kitu napenda chekundu. Kwa hiyo hali hiyo ilivyokuwa inazidi kuja, mimi ndo nazidi kuwa nafanya vitu kila vile, nyumbani kwetu kufahamu, kwa kwa fahamu, hadi nikaja nikamaliza shule ndo kuna rafiki ila nilipata wa kiume, rafiki tu wa kawaida, sio mambo mengine, wa kawaida. Huyo ndo nikapatana naye kwa sababu alikuja yeye mwenyewe akaniomba urafiki, nikamwambia sawa, urafiki kwangu unaweza fanya ukapata, lakini usipendi kitu moja mbili tatu. Akawa amenielewa ya hapo kidogo. Hapo ni umeshamaliza shule, si ndio? Ah, hapo sijamaliza, yaani ndio bado. Yeye alikuwa la saba, mimi niko la sita. Kwa hiyo tukawa tunaendelea hivyo, rafiki wetu ukawa naendelea, lakini hajui ni nini, nini ninachofanya vituko, si afahamu kwao tukawa tunaishi pale shuleni, kwa sababu mimi watu kinaongea, labda tuchukulie mfano, wewe upo hapa Mwanza, labda tupo hapo wote Mwanza, labda mimi niko nyumbani kwetu, labda wewe umeenda shule siku hiyo mimi sipo, nitafanya juu chini, ili nikupate, kwa sababu umeniongea shuleni na ninafahamu kabisa fulani kanaongea moja mbili tatu, ninakufuata hata kama nyumbani kwenu na kumalizia pale pale stajali. Unakuna fahamu kule, nafahamu eh, nafahamu hata kama ni kwa hujawahi kunipeleka kwenu, nitapajua Kuona fika namaliza pale pale, pale biashara inaishia pale. Yaani ninavyomaanisha kwamba naua. Ah, kwa hiyo ina maana kipindi unafanya hayo mauaji pengine kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anakusimamia au baadaye unakuja unazungumza naye. Sisimamiwi na sisi nae, mtu peke yako. Sisimamiwi yani na mtu. Yaani najiongoza mm, mimi kama mimi kwa sababu kwa namna moja au nyingine nilikuwa nimeandaliwa kuwa marikia. Mm. Kwa hiyo nilikuwa najiongoza mimi mwenyewe, kila jambo nilikuwa najiongoza mimi mwenyewe kula atakuwa anajiongoza mimi mwenyewe, yani chochote nitakachotaka, nilikuwa najibaisha, nilikuwa naweza kujibadilisha nikawa kitu chochote kilichoko duniani tu. Turudi kwenye kwenye hapa maisha ya shuleni hapa, kabla hujatoka, kama ambavyo ulikuwa unatusimulia hapa. Kuna matukio gani ambayo yalikuwepo yaliwahi kutokea pale shuleni kwa wanafunzi wenzako na walimu? Ulikuwa unakula chakula gani na vitu kama hivyo? Ah, aa, sawa Shuleni sikuwahi kula chochote cha shuleni wanachouza, sijui ni sijui ni mama ntilie, sijui viseme ni wanani, sifahamu hmm. Kwa namna nyingine kwangu mimi naweza nikaita kama mama ntilie wanaoleta vyakula shuleni hmm. Ni kwa sijaeli kula hata andazi lao, lakini mimi kama mimi binafsi nikisikia njaa, nilikuwa namuiza tu mwanafunzi hata mmoja, ndo anakula cha anakuwa chakula changu kwa siku hiyo. Nakunywa damu, nakunywa damu afu anakumia. Mwili wake na upotezo unaenda kule kwa na e, na mpoteza, yani tuseme kama mtu kapotea kwa mazingira ya kutatanisha, mm -hmm. na wengine nilikuwa namchukua kabisa mzima mzima, simfanyi chochote, nampeleka yaani kumpoteza tu, anaondoka, hawaoni. mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo hawezi kuja kuniuliza kwamba eti wewe ulikuwa na mwanangu. Hapana, kwa sababu hajaniona naye au kwa namna nyingine, hata kama nikiwa nachukua mwanafunzi nafanya wale watu wasinione, wanafunzi wenzangu, walimu. Unajigeuza? Siwezi nikajigeuza, yani nafanya tu wawe kama vipofu, wanaonana wao kwa wao, ila mimi hakuna kuniona. Naweza nikafanya jambo lolote, hata kama ni kuua, ni pale pale, ila nikija kuwafumbua macho wao, mtakuja mwone ni maiti. Nilianza kwa, kwanza kabisa kabisa, sijaanza kula wanafunzi wenzangu, nilianza na walimu nilianza na walimu ambao walikuwa wanatuonea sana shuleni na ma, yani kama walimu anamwingilia kama vitu, namtolea akili kidogo, ila anakuwa nazo, ila sio sana. Mimi nataka hiki na hiki na hiki, nikiona amenizingua sana pale, na maliza pale naondoka, unamaliza na anapotea hapo hapo, hapo, hapo hapo, ama yani na nyonya damu yani. naacha pale pale na wengine ni kwa sababu kwamba yote nawapeleka hapana. Nilikuwa naona kama hivi kweli ninampenda na, na nyonya tu damu, nampeleka Mm -hmm. Ila sio kwamba heti kila ambaye nitakuwa nauoti napeleka hapana. Wengine walikuwa wanafanyiwa kabisa na msiba, wanazikwa na kesi, hakukuwa na kesi yoyoteikuwa sifanyie kesi yoyote, aina yoyote, kwa sababu hawezi kunitambua ni fulani, ila kwa wale watu ambao walikuwa wananijua <laughs> na wao nilikuwa nawafumba kuongea mm -hmm. kwa kutoa siri zangu kafanya hivi, kwa namna nyingine unaweza usahau kapeleka ukaanza kusema hivi, eh, shuleni kwetu tatu man hapo kwa sababu okay. Atafanya msiba watavika, mimi bado nipo hapa. Kwa hiyo wale wanafunzi ambao walikuwa wanakuongeongea, wakati mwingine wote walikuwa wanawaelewa, na walikuwa wana Na nilikuwa najua hmm, kama fulani kaniongea ni hivi, labda kwamba umeniongelea eh ni na siku hizi jamani, anafanya vitu kwa kweli, hadi mimi mwenyewe nimeshaanza kumwogopa, namchukulia kama adui yangu, kama sijui nimeshakuwa mali shetani yani na, najua kabisa fulani kaniongea hiki na hiki. Nafuata pale pale kwenye kikundi. Kwanza walikuwa wakiniona wanakaa kimya, karibia vikundi vyote wananyamaza. Mimi nasema endelea na story. Wanaona kabisa live fulani anafanya hiki na, walikuwa hawachukui hatua yoyote labda Sawa hatua wanaweza kuchukua. Labda kwa mfano ameenda kwao mama zake na yule binti atauliza, "Kafanyaje shule?" Si atasema, "Fulani amefanya hivi na hivi." Sawa wale wazazi wanaweza kuchukua hatua. Kwamba labda twende tukamshtaki. Sawa kwenda kunishtaki mimi siwezi nikakuzuia. Si utaenda mbele ya haki wanasema. Naenda mbele ya haki kwa namna nyingine. Sawa hadi mahakamani ninaenda. Nafika tunaongea kama ni nani? Li, kesi mnafanya sawa ni kesi. Mimi nikishafika hapa ile nasema semeni mlicho nikia kwa sababu nilikuwa najitambua ni nani na ninaweza nikafanya nini. Kwa hiyo kesi inaweza kuisha, haieleweki ilianzia wapi na wale kaisha wapi. Inavurugika. Inafurugika. Kwa hiyo hakuna shahidi. Yaani mashahidi wale wote ni watolea kumbukumbu. Hakuna shahidi anaonekana kama shahidi ya kuwepo. Ulikuwa na uwezo wa kuingia kwenye akili yako. Nilikuwa ya naweza. Nikatoa kabisa kiaki kuona kwa pale shuleni. Uh, wa walikuwa wanakuchukuliaje wanafunzi wengine? Walikuwa wameanza kama kunichukulia kwamba yani mimi ni jini tu, sio binadamu. Kuniogopa, walikuwa wananiogopa hata kuja kukaa kwangu, kusema kwamba tupige story hata za shule nini, hapana. Yani nilikuwa mimi kama mimi rafiki yangu ni mimi mwenyewe, ndo rafiki ndo mimi mwenyewe. Kumbukumbu zako pengine kuna wanafunzi kama wangapi ambao waliwafanyia madhara pale shuleni? Kwa kweli siwezi nikajua ni idadi ya wa watu wangapi. Maana ni wengi. Ni wengi. Wanazidi kumi. Ni wana tena wanapita hata 20 wanapita. Na kwa kipindi chote hiki ambacho umekuwa shuleni pengine aa, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, wakati ambao umewahi kufika polisi sababu ya, ya, ya, ya Polisi sikuwahi sikuwahi kufungwa eti kwa sababu nimekula mtu. Niliwahi kamatwa nilikuwa nimegombana pale sokoni kwa sababu ya yale matani ya wanafunzi. Asilimia mia shuleni, wanafunzi walikuwa natoka shule, lazima kuna kuku na matani fulani kwa mtu ataniana, mwisho wa siku matani anageuka kwa hasira. Kwa hiyo akawa ameniuzi hivyo ndo nikawa nampiga pale, sijui kama mtu anaumia yani, kwenye kichwa kizima akaja damu. Ndo wale wa pale sokoni, sijui tuseme wa pale sokoni, sijui tuseme wauzaji wa madoka ndio wakawai kunikamata, bahati nzuri na polisi wakawa wamefika kwao amenikamata kwa bila kuchu, kuchukua nini sijui nguo za shule nini, nikaenda nazo hivyo hivyo, sikufika hata nyumbani hmm. Kwa hiyo nikaanafika vile polisi, nikamwambia mimi siwezi kuvua nguo zangu za shule hizi hizi ndo nitalala nazo, kama ni miaka hizi hizi. Wakasema wewe, kwa vile ni mwanafunzi, uwezi ukakaa mwaka, utakaa miezi miwili mi, sema mtaa miezi miwili naona ni michache, mtata mngofanye miezi kumi kwa zarao nilizokuwa nazo. Sawa, wale wakati nikavua tu mimi mwenyewe shati ashore ya shule wakanivalisha zile nguo za ya juu tu. Nikaendelea na nikaingia mle loka hapo, anasema ukifika sijui mle unapokelewa na makofi. Mm -hmm. Nilisema mimi mkinizingua na maliza wote hapa hapa. Sita jadi niko polisi wala wapi. Kwa hiyo sikupokelewa kwa kofi sijui nini. Alafu nikawa nakaa peke yangu. Na no, no, no, no, walikuwa wanakuogopa. Mle, walianza kunizoea tu kwa sababu nikuasili mtu. Kwaho chakula ambacho nilikuwa nakula mimi hata nyumbani, ukileta chakula nilikuwa na waple wengine wanakula. Mimi nikitaka chakula yani, nitaomba kutoka kule kuzini ndio chakula. Kuna polisi mmoja akaja. Sasa tunajua viboko vile vya asubuhi, shika ile fimbo, nikampiga yeye kimoja tu Akawa yani e, e, na kilema tu, wakaja wenzio wakambeba, ila wakujua nani anafanya hivi yani, basi pigwe eti mpaka pia sio wewe ndio, kumbe hawakuoni wao eh, hey, napiga tu hivyo hivyo yani, marafiki zangu sasa ndo wakawa wale wengine wale wasichana wenzao, tulikuwa tukashikana. Na na ulikaa kwa muda gani hapo polisi? Basi nika kama miezi miwili tu, ila wapili sikumaliza sana hmm. Nikawa nimetoka tena, nitolewa kwa dhamana ya mama, alinitoa kaja kanitoa kani mirudi shule.